Paso muda tunamalizia malizia, kama nilivyoweza kuambia kwamba watu wameweza kunimisi sana kupitia kazi, watu wameweza kumisi sana wa, hadi watu wengine walikuwa wanaanza kunifuatilia mpaka inbox, wananiuliza vipi wanani, wananiulizia mbona umepotea vitu. Lakini kwa muda huu ni muda sasa kuweza kuyajibu yale maswali yenu ya kila siku kwamba Ijumamosi tarehe 29 tegemeeni kitu kipya kutoka kwa Elocho Mr. Pito, ambayo itaku, itakuwa tarehe 29, Ijumamosi ya wiki hii. Episode ya kwanza ya Mboka inaanza kupanda kwenye channel ya Mr. Apito. Kama ulikuwa bado ja subscribe kwenye channel yangu tafuta Mr. Apito, usisahau kusubscribe kwenye my channel uwe wa kwanza kupata episode ya kwanza ambayo tutakayoanza kupanda Jumamosi. Asante, nawapenda. Na wapenda. <laughs> Na <wapenda. laughs> Yeah. Kumbuka maswali gani, sawa bana kama, yeah. <laughs> Sao, ne, kama alivyokwambia, bana tumekula tumeshiba, tumeenjoy, tumejiramba kutoka hapa kwa Kirozo. Bana mimi naitwa Alex Ali 26 namba mwana, mwana, mwana, mwana, mwana Kirozo yuko hapa, tulikuwa naye mwanzo mwisho kama ulivyosikia bana, na kigongo chake hapa katikati kinaitwa Mbuka. Kwa hiyo kama alivyokwambia Jumamosi tarehe yaani Jumamosi hii wiki hii hapa, kitu kinakuwa kikuewani tayari. Make sure umesubscribe, umelike na kucomment ili tuzidi kusapotiana bana. Mi naitwa Alex Ali na hii hapa ni Masters TV bende. Kamera ni Mtumbadi, moja kati ya vijana ambao ni appreciate sana katika kazi yangu.